Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo tumekutana hapa. Naitwa Naima Chondo, ni katibu tawala wa wilaya Singida. Nami nianze pia kuwapongeza waheshimiwa madiwani wote kwa kupata hizi nafasi, kwa waliorudi na wapya, hongereni sana, sana, sana. Ni Mwenyezi Mungu pekee ndo ametaka nyie mwepo katika nafasi hizo, nasi tunawapongeza Minki nimeitwa kufungua kikao, lakini niseme tu na niwaambie waheshimiwa madiwani, wao ni kioo cha halmashauri, wao ni kioo cha jamii wanaoiwakilisha, wao ni kioo cha kuangalia maadili kwa watumishi waliokuwa halmashauri. Tunamwomba sana Mwenyezi Mungu mkawe viongozi ambao mtaacha alama njema kwa jamii na hasa kwa halmashauri yetu, nyiye ndio mtakao tupeleka mbele, nyiye ndio mtakaoing'arisha halmashauri hii. Na kwa leo tunaenda kuchafanya uchaguzi, ukae uchaguzi wa amani, na tuchague kiongozi ambaye atakuwa ni kiongozi mwelekezaji na mwongozaji. Nashukuru sana katibu kwa nafasi hii, nakushukuru sana kiongozi wetu, bosi wetu, na kikao nimekufungua rasmi. Asante.